Sio mshiriki. Mshiriki ni wewe uliyekaa huko, ndio unakuwa mshiriki. Na waimbaji wakiwa naimba hapa, sio washiriki, ni waimbaji. Wakirudi wakikaa pale, ni washiriki. Pigeni makaripio kama kuna mtu anahitaji karipio, twanga. Akija hapa ni mhudumu. ni nani huyo mhudumu? Ana hudumu, haulizi ushirika. Akiwa hapo, ushirika wake si unaulizwa huko? Kama mna wasiwasi nao, mnapigia chini huko. Simruhusu atakuja kuja hapa kama mna wasiwasi naye, akishafika hapa mmejikoki wenyewe. Na Roho Mtakatifu atamtumia, na Mungu ni wa ajabu, kanapata na maono, kanaleta injili kabisa, na kumbe hata ushirika hakana. Tuna mikutano mikubwa mikutano mikubwa mikutano mikubwa, ni wile radi tu. Kama wengine mmechokozwa nawezekana hamkujisikia vizuri. Mimi nitamani kuja Nyasa lakini ratiba ni ngumu e, nikaona tu kwamba mkutano wowote utakaoangukia kanda ya Nzega, mji wa Nzega, sitauweka tena pale Nzega mjini. Kama ni wakukaa wiki nzima, nitauweka Nyasa ili nipate nafasi ya kwenda kukaa Nyasa e, tunatafuta kwa sababu Huwezi ukaja tu kwamba nimekuja kukaa Nyasa so wiki nzima alafu unakuwa unakaa pale chini ya ule mbuyu, sijui ni mwembe, unakuwa unakaa pale eti vipi? wiki nzima nataka niwe Nyasa, unafanya nini sasa? Tafuta sababu ya kukuleta wapi Nyasa, ili uje uwe mtu wa wapi, uishi wapi, utakaa wapi na watu wa wapi, utawaona watu wa wapi walivyo, watu wa wapi Uja sasa ni e, kazi yenu kutupokea. Kwa kweli kwa wale ambao wenye roho tumejibanabana hivi. Unajua, ukarimu nayo ni tunda la Roho Mtakatifu, uwezo kumlazimisha kila mtu awe nalo. E, wewe unataka uende ukaokote mapera chini ya mkwaji? Unaokotaje mapera? Unaenda kwenye mpera. Kama una tunda la ukarimu, e, ni kukaa tu na nyamaza, usikae sasa. Wewe unaanza kumuunika oh, tu. Sasa hivi tulikuwa tunajimwayamwaya kwenye kanisa, leo tunajimwayamwaya, hakuna kujimwayamwaya wiki nzima kujimwayimwayi hapa <tusurface> hapa kuna <conference> sasa hivi <tusurface> na makwaya yanaingia, kesho yanaanza kuingia makwaya mengine <tusurface> tunatangaza tangaza, tunaimba sana siku hizi, yani tuko juu, yani matawi ya juu ngoja yaje hapa hapa nyumbani <laughs> mliko, mnasafiri kwenda kwenye mikutano mengine, mkutano wa wavute hapa. Anaongea juzi na watu wa Sikonge, ile kwaya kali ya Sikonge, wakasema wanaweza wakua, mwelekeo ni mwelekeo ya Nyasa, wakasema tunahamasika kwa sababu ni mwelekeo wa Nyasa, tunahamasika kwenda sijajua kwa nini wanahamasika waliposikia mkutano huko Nyasa. E, wanajua waimbaji hawa wao, wanajua yawezekana, walishatafutana siku nyingi kwamba tunaenda kuwapigia hapo hapo <laughs> <laughs> hapo hapo nyumbani, <laughs> nyumbani. E, tukaonyeshe kitu jamani, lakini si katika Kristo. Kwani kuna shida, mtu akaja kaimba vizuri hapa ndio mtagoma sasa, kama tuwafukuze. Ndipo unajipima, unaona kwamba kumbe kumbe kumbe kumbe kumbe, eh, na kumba, sasa unasema kumbe kujifunza. Kumbe tuongeze mazoezi kumbe, kumbe tununue vyombo kumbe, kumbe, kumbe kuna watu wanaimba, kumbe wainjilisti wanakuja wa kila aina tutawaona hapa, wa kila aina wanakuja, na tunafanya programu ili pia iwe na faida kwa maeneo yetu. Sisi huwa tulifanya mikutano yetu ya utume mahali, hatufanyi kizembe. Hatutakuja tukuchafua viwanja vyenu na kuwajazieni choo. Tunataka tukitoka hapa tumehubiri injili kwenye hili eneo. Kwa hiyo kuanzia kama Jumatano hivi tutakuwa na lisaa nzima mchana wa wote, na wainjilisti wote kwenda nyumba kwa nyumba kufundisha injili ya kweli na kuleta ripoti tukienda, na Alhamisi tukaenda na Ijumaa tunatangaza ubatizo, siku ya Sabato tunabatiza. Ndio maana niwaambia, mnaweza kupata nafasi kwa bahati ya kulijaziliza sasa kanisa hili.